Nimechagua mkoa wa Tabora kwa sababu kuna mambo special ya Kitabora. Kwanza, hapa ndio itakuwa senta yetu kubwa kwenye mifumo yetu ya reli. Reli inatoka Makutopora inakuja Tabora, Tabora Isaka Mwanza, inatoka Tabora, Tabora inakwenda Kigoma, Uvinza, Bujumbura mpaka Kindu huko DRC Congo. Kwa vile hapa ni muhimu, pia tuna airport yetu ambao kuna uwanja wa ndege pale ambao na accommodate ndege za Bombardier Q400, ATR 70 na pia tumejenga jengo la kisasa kama mnavyoliona, lina fasiti zote, na jengo limekamilika mwaka 2017. Nikiwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, ndio mradi huu ulianza. Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan mwaka 2022 baada ya kukutana na rais wa benki ya uwekezaji ya Europe yani European Investment Bank wakalizungumza na wakakubaliana kwamba mradi huo uanze mara moja. Leo hii niliyosimama mbele yenu ninasimama kwa ufahari, na kila mtu amefurahika na sote tumekuwa mabingwa kwa kuona jengo la kisasa limejengwa hapa Tabora mtu yoyote wakati tumeanza miaka miwili iliyopita, mlikuwa hamufikirii kama kitatoka kitu kama hichi cha kisasa, jengo la abiria ilioko hapa Tabora. Jengo kama hili unaenda kuliona viwanja vya kama hivi vilioko Ulaya. Ni jengo la kisasa, jengo ambalo lina mifumo yote ya kisasa. Harama ya mradi huu ni takriban shilingi bilioni 29, 27.9 bilioni 27.9 tatu zimewekwa hapa. Haya ni mapenzi haya, ni mahaba makubwa ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wetu wa Tanzania, tukiwemo sisi watu wa Tabora. Jengo limekamilika kwa asilimia 98, na jengo hili tunaweza tukalitumia sasa. Yamebaki mambo machache, kumebaki standby generator ambazo ziko njiani, zimefika bandarini na zitakuja kufungwa na imebaki conveyor belt iko pale ya kuzunguka hukulia mizigo nayo itakuja kuwekwa hivi karibuni. Kupitia meneja wetu jengo hili tuweze kujipanga liweze kutumika sasa. Mheshimiwa Rais alipokuwa bungeni, alisema anataka kuona tabasamu, anataka aondoke, aache tabasamu ndani ya nyuso za Watanzania. Fursa hizi zimeshatangazwa katika mifumo ya kimanunuzi kwa hiyo, tutoe wito kwa wanatabora na wengine wote kuomba ili kuweza kupata fursa hizo, waweze kupata ajira wananchi mbalimbali, lakini pia waweze kutoa huduma kwa wananchi kupitia huduma zitakazotolewa katika eneo hili. Kwa hiyo letu ni shukurani na tunaahidi kulitumia ipasavyo, lakini pia kulitunza ili basi liweze kusaidia vizazi vijavyo vya wanatabora na Tanzania kwa ujumla. Kazi za ujenzi wa kiwanja ni scope of work ikihusisha na kazi za nyongeza adenda namba tatu kazi zilizofanyika ujenzi wa jengo la abiria lenye uwezo wa kuhudumia mia ishirini kwa wakati mmoja kukiwa na ofisi za idara mbalimbali na sehemu za biashara. Eneo la msingi sakafu mita damlaba, wa wa mbege, bilia, utadama, za mraba elfu nne mia tano sitini ujenzi wa mnara wa kuongozea ndege huko juu ya jengo la abiria pia utautazama. Barabara za kuingilia na kutokea kiwanjani zina urefu wa 675 ujenzi wa mifereji ya maji, ujenzi wa maegesho ya magari yenye uwezo wa kuegesha magari 54 kwa wakati mmoja.